Ya Rabbi, tunakuomba kwa uwezo wako mjalie Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Tunakuomba Mwenyezi Mungu ajalie wale wasaidizi wake wote kuanzia makamu wa rais, waziri mkuu na mawaziri wake wote. Tunatamka amani juu ya Tanzania, tunatamka amani juu ya viongozi uliochagua kuja kutuongoza sisi wa Tanzania. Tunaomba neema yako ikaonekane, tunaomba baraka zako zikaonekane kwetu wote, mfalme wa amani. Jeshi la Wananchi Tanzania kwa kushirikiana na kikundi cha vijana taifa letu kesho yetu, TK Movement kutoka mkoani Mtwara wametoa elimu ya uzalendo kwa vijana katika chuo cha kilimo Mati mkoani Mtwara ili kuhakikisha vijana wanakuwa wazalendo na kulipenda taifa lao. Tumeshafanya sehemu mbalimbali mechi kama hizi, na tunapomaliza tunatoa elimu ya usalama kwa jamii inayotuzunguka. Swala la uzalendo, kama lilivyosema, uzalendo namba moja ni mtu kulipenda taifa lake, ujisikie uchungu, uone uone, uone fahari ya kunyanyua bendera ya Tanzania juu hivi maana na wakati wote ule nyinyi mkiwa kama sehemu mojawapo ya ulinzi tunaishi kwa kutegemeana kwamba wako raia watakupa taarifa wataangalia mienendo na tabia ya familia moja hawaielewi basi watakuja kutoa taarifa jamani kuna familia hapa tunaona kuna wageni mbalimbali wanaingia humu hatujui wanatokea wapi katika ule ulinzi na amani yenu sisi ni kipaumbele cha kwanza wazi Wale. Hatukutegemea kama siku hii ya leo tutakuja kukaa na watu ambao ni Jeshi la Wananchi wa Tanzania. Tukafahamiana, tukazungumza nao kwa pamoja na wakatueleza mambo mengi ya usalama. Leo hii nimesimama ndani ya uwanja huu kuzungumza na nyinyi. Kwanza kuwashukuruni, kushukuru kwa ulinzi ambao umefanyika na unaendelea kufanyika. Aidha, kwa upande wake, Abdalla Makale ambaye ni mtafiti wa kilimo kutoka Tari na Liendele na mjumbe wa kikundi cha TK Movement ameeleza namna ambavyo serikali ya awamu ya sita ikiongozwa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan iliyofanya kazi mbalimbali mbali katika mkoa wa Mtwara, na hivyo amewataka vijana kuhakikisha kulinda amani na kuripoti vitendo vya uovu. Vijana hao wanatakiwa kuyaelewa haya kwa sababu kwanza kuna vijana wanaoelekea kumaliza chuo hapa Mati Mtwara kwa ngazi ya diploma na certificate, na certificate baada ya hapa, wanatarajia kuwa kwenda uraiani ambapo serikali imekuwa ikitoa fursa nyingi za kilimo. Kwa mfano mwaka huu serikali kupitia bodi ya korosho imetoa ajira 500 kwa vijana hao no, wanaomaliza chuo na walio wengi wametoa chuo cha Mati Mtwara. Sasa wakati mwingine vijana wengine wanakuwa hawana uelewa mzuri, kwa ajili hiyo ilikuwa ni muhimu sasa viongozi wa TK Movement kwa kushirikiana na chuo cha Mati Mtwara pamoja na jeshi kwa kutanisha vijana hawa na kuwapa elimu na kuwaeleza na kuwaeleza kwamba serikali ina mpango gani juu yao hawa vijana. Tanzania tunayo tunu kubwa sana ya amani ambayo tunairithi kutoka kwenye waasisi wa taifa hili. Sasa ni jukumu letu kuilinda. Tunashukuru sana jeshi la wananchi wa Tanzania kushirikiana na chuo chetu na TK Movement ambao ni wasemaji wa kazi za serikali. Tena ngazi ya wilaya kutuletea hili tukio hapa kwa hiyo wanafunzi, naomba tulipokee kwa mikono miwili na hasa linawalenga nyie vijana. Kwa upande wa vijana ambao wamepatiwa elimu hiyo, wameeleza namna ambavyo wamepokea mafunzo hayo na kwenda kuyafanyia kazi ili kuhakikisha nchi inakuwa salama muda wote. Anaitwa Neema Katibeti Mmari, ni mwanafunzi wa mwaka wa pili chuo cha Mati Mtwara. Leo tulikuwa na hafla fupi ya TK Movement pamoja na jeshi la kulinda taifa la Tanzania, tukiombea taifa letu la Tanzania amani na utulivu. Kwa hii elimu ambayo nimepata leo kutokana na hafla hii fupi, tumejifunza kuwa uzalendo, usalama na kudumisha amani wakati wote na mahali popote ambapo tunakuwepo. Jina langu ni Hamidi Hamidu Ubaidi, ni mwanachuo wa chuo cha mafunzo ya kilimo Mtwara. Nashukuru pia kupata somo la uzalendo katika hafla ya leo kwa sababu linatujenga sisi vijana kwa ajili ya taifa la kesho na maendeleo yajayo, ambapo sisi vijana inabidi tuwe wamoja, tushirikiane kupinga mambo ambayo siyo sahihi katika jamii yetu. Elimu hiyo imetolewa katika viwanja vya chuo hicho mkoani hapa ikiambatana na burudani ya mchezo wa mpira wa miguu. Kutokea hapa viwanja vya chuo cha Mati mkoani Mtwara, sina la ziada, ni John Manolo wa Manollo Media. Ni kusi usiache kulike na kucoment, lakini usiache kusubscribe chaneli yetu ili uwe wa kwanza kupata habari zetu. Manolo Media tumenyooka. Wateja wako wapya wapo karibu nasi kama biashara yako ingepata kuonekana kupitia chaneli yetu. Jiulize wangapi wangegeuka na kuwa wateja wako wapya tuandikie sasa, Manolo TV 89 gmail com, ama whatsapp namba 0782024151.